Comments nyingi za mashabiki kwenye mitandao ni kuhusiana na ndoa ya Hamisa, kwamba Hamisa na Aziki hawajao kwenye mahusiano kwa muda mrefu, kwamba labda pengine hawafahamiani kivile nanini. na nini. Na wewe pia ya ndoa yako I'm not so sure kama ilikuwa na muda mrefu, labda tumekaa kwenye mahusiano miaka hata miwili mitatu. ilikuwa na wiki, mita... wiki. Yeah. ya kwako yeah. Tujuana weki, tukaoana. Na ndio maana haikudumu si ndio? Sawa, Rushaynah ni mtu ambaye pia tayari aishakuaga kwenye ndoa. Hamisa hii ndoa yake ya kwanza, ambayo sasa hivi anaenda kuingia kwenye ndoa. We uliingia ukatoka, labda experience kumshauri anaaingia, kwenye ndoa kama mwanamke mwenzio, ungependa kumwambia nini siku leo? Paka mpaka yeye ameamua kuolewa, mi namwombea kila laheri, au wanaomwombea husda shari ziwarudie wao mara elfu. Basi, ni kama kuna mtu anamwambia mwenzake mabaya, mimi naomba tu yawarudie wao okay. Mm-hmm. Maanawage tunamba tuombee Mungu awasamehe, ila mimi naomba tu Mungu yawarudie wao. Kwa nini umwombee mtoto wa watu mabaya? Na ndoa ya Hamisa itadumu tu, itadumu inshallah biidhnillah. Wake Hamisa ni dadangu, ni mkubwa kwangu, wake anajua wanaume, anajua walivyo.